Assalamu alaikum, mambo zeni? Kwa majina yanaitwa Rukia Laltia, na karibuni sana katika kata chaneli yangu. Katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza kinywaji cha ukwaju na tangawizi, kitamu sana na rahisi mno. Makinika nami hadi tamati. Kamoja katika resipi yetu utaanza kuchukua iliki zako kama nane mpaka kumi na utazitanga kiasi, alafu utachukua sufuria kubwa na utaweka ukwaju wako wa kiasi pamoja na maji kama litambili ama zaidi, itategemea na utaongeza na mdalasini wa unga kama kijiko kimoja kidogo, pamoja na tangawizi iliyosagwa kijiko kimoja chakula na sukari, nimetumia kwa sasa glasi moja, alafu nitawacha kila kitu kichemke yani kote kwa dakika kumi. Baada ya dakika kumi, juisi yetu ya ukwaju iko tayari kwa kutumia. Kichujio utachuja juisi yako katika beseni kubwa, na nitaongeza maji katika ile sufuria ambayo iko na ukwaju ndio niweze kupata ukwaju ambao umebakia kiasi katika hii sufuria, na nitachuja tena katika beseni langu, alafu mwisho kabisa nitaongeza vanila ili niweze kupata harufu nzuri ya juisi Alafu pia nitaongeza na sukari kiasi. Hapa itategemea utaonja, ikiwa utahitaji sukari utaongeza, ikiwa hautaji utawacha vile vile. Alafu utawacha juisi ipoe, ndipo utakapoweka katika chupa zako za glasi ama chupa zako za plastiki. Ikishakuwa tayari utaweka juisi yako katika friji ili uweze kuserve ikiwa ni ya baridi. Na pia juisi ya ukwaju huwa pia, pia inakata kiu. Mimi hapa nimeserve kwa madonge ya barafu na mashallah, mashallah, juisi hii ilikuwa tamu, yani kila kiungo kilikuwa kimekolea vizuri. Na i hope nyinyi mtajaribu hii recipe. Ikiwa mtajaribu, please msisahau kuja katika comment section ili mpate kunijulisha na, na kwa wale ambao walio wageni msisahau kusubscribe na pia msisahau kushare video zangu na kwa herini bye, bye.